Wewe uliobeba bahasha kwa ajili ya sadaka la kongamano la mwezi wa pili litakalofanyika Kitunda, hakikisha unaitunza hiyo bahasha yako, usipoteze na uweke sadaka kwa ajili ya kusupport kazi ya Mungu. Biblia inasema wana amani kama nini, ambao miguu yao inapeleka habari njema. Kwa hiyo tunapoenda kufanya kongamano, wewe ukisupport, maana yake umehubiri injili kwa namna ya utoaji. So weka sadaka yako, siku ya kongamano utatoa, kwa sababu ya maandalizi ya kongamano la pili litakalofan mwezi wa pili, kongamano la kuingia kwenye mifumo ya umiliki. Narudia tena kukwambia, kumiliki ni ishu ya mifumo, sio ishu ya upako. Listen, kumiliki ni ishu ya mfumo, ni system. Sio ishu ya upako. Unaweza ukawa na upako lakini usiingie kwenye mifumo ya umiliki. Unaweza ukawa mtakatifu usiingie kwenye mifumo ya umiliki, sababu kumiliki ni mfumo. Unawaona matajiri ambao hawajaokoka na waendagi kabisa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Unaona matajiri waliokuwa na Mungu pia unawaona, unawaona maskini ambao hawajaokoka na unaona kuna maskini ambao wameokoka wote maskini wapo kwenye engo zote, na matajiri wako kwenye engo zote. Waliookoka wapo na ambao hawajaokoka wapo. Nini kinawapa utajiri? Kama utajiri unapatikana tu kwa kuokoka, ilibidi kila mmoja awe tajiri humu ndani, lakini utajiri unatokana na mifumo ukimisi kwenye kuingia kwenye, kwenye mfumo umemisi kupata umiliki, sababu umiliki ni mfumo. Nilikwambia kitabu kile cha Misali sura ya 22 kinasema tajiri humtawala maskini, tajiri humtawala maskini. Nikakwambia lile neno humtawala huwa linaonyesha mfumo. Maanake Mungu ajasema tajiri mtawale maskini, ila Mungu anasema automatic tajiri huwa na mtawala maskini. Tafsiri nyingine tunasema watu wenye mali huwa wanawatawala watawala wasiokuwa na mali. Ni ishu ya mfumo, sio ishu ya kuokoka au ya kutokuokoka. Biblia inasema tajiri humtawala maskini. Tafsiri nyingine, ukiwa umeokoka na ukakosa umiliki, walio na umiliki, haijalishi ni walevi au ni watu wa namna gani, wewe utakuwa chini yao, sababu Mungu anasema tajiri humtawala nani? Maskini. tajiri humtawala maskini. So ziko kanuni zinazoweza kukufanya uingie kwenye mfumo wa kumiliki. usipokuwa na hizo kanuni, nilikwambia unaweza ukachukua maskini kumi, alafu ukamnyang'anya baresa hela na mo ukamnyang'anya Ukaamua uka uwape milioni ishirini ishirini baada ya muda utamwona baresa amezidisha ile hela ambayo ulimchuku, ulimchukulia, lakini maskini uliompa milioni kumi, ukikaa mwaka unaweza kumkuta amekuwa masikini tena. Unajiuliza, nini kinamfanya awe maskini akati milioni kumi alipata Bwana Yesu asifiwe. Usipojua mifumo ya kuingia kwenye umiliki, hata ukipata hela hauwezi kuingia. Ninasema hivi, ngoja nizungumze mfano fulani. Wewe una simu, ni wapi simu yako? Simu yake ni inaweza nikawa na shida ya simu, lakini simu yake huyu imebonyeza hapa, ina password Bwana Yesu asifiwe. Kwa simu naweza nikawa nayo, lakini nisipojua password siwezi nikaingia kwenye matumizi ya simu. Kwa Yesu unaweza ukawa naye, lakini usipojua njia za kuingia kwenye mifumo ya umiliki, hauwezi kumiliki. Ngoja nikupe kitu kimoja cha siri ambacho nitakifundisha hiyo siku. Biblia inasema hivi, afanyaye mambo kwa ulegevu atapata umaskini wa nini? Haijalishi ameokoka au hajaokoka hawezi kumiliki otomatiki. Yesu unakuwa naye lakini, ukiwa na ulegevu, mfumo unakataa. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvipata kama hautaenda kwenye mfumo. So kuna watu wanaamini wakiokoka kila kitu kinatokea. Ndio maana unaweza ukabezi kwenye kuomba muda mrefu lakini hamna matokeo, sababu kuna vitu wakati unaomba, kuna kanuni inatakiwa uendelee kuzifuata za umiliki. Mungu hawezi akavunja mifumo kwa sababu we umeokoka kuokoka ni kusamehewa dhambi na kukubali kutembea kwenye haki, alafu kuna mifumo ambayo unatakiwa kuingia. So nimesema, wewe umewahi kuona Biblia inaposema tajiri humtawala maskini? Jaribu kuwaza, una ndugu yako tajiri na umemuomba elfu hamsini ya mtaji wa kukaanga chapati akakwambia njoo asubuhi. Ukifika asubuhi anaweza kuambia osha vyombo na unaosha haraka haraka. Siku hiyo utajituma kazi zote za nyumbani, na unaupako, una upako, una roho mtakatifu, ukiombea wagonjwa wanapona. Sistemu ya mtu anayemiliki ulimwengu wa roho na wa kimwili. Mtu mwenye umiliki huwa ana mtawala ambaye ana umiliki, so utabaki na umiliki wa rohoni tu.